Kitabu cha Tobiti sura ya tisa na ya kumi. Ndiyo kanisa la Mungu tumsifuri Yesu Kristo karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti nami naitwa mwalimu Petro na kukaribisha mpendwa mahala popote ulipo uweze kuungana na sisi sasa pia unaweza ukafuatilia kipindi hichi kwenye chaneli yetu ya YouTube na Facebook zinazofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Itakupa nafasi ya kuendelea kusoma zaidi hivi vitabu na kuendelea kuimarishwa. Tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya wema wako na upendo wako ambao Bwana umeendelea kutuunganisha. Ai Bwana, tunakushukuru Mungu kwa neema ya kitabu hiki cha Tobiti tunachokisoma. Tunaomba Roho Mtakatifu endelee kumjalia kila mmoja wetu neema ya kuelewa neno lako, na wote tutembee katika njia ya uzima kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, leo tunasoma kitabu cha Tobiti sura ya tisa na ya kumi. Katika sura ya tisa tutaangalia juu ya fedha inaletwa nam, na katika sura ya kumi tutaangalia mambo mawili makubwa. Tutaangalia juu ya Tobiti na Ana wanasubiri Tobia nam, na tutaangalia Tobia anarudi. Yes, Tobia ni nani? Tobiti ni nani? Ana ni nani? yote haya utayapata kwenye kitabu cha Tobiti sura ya tisa na ya kumi. Karibuni, sura ya tisa. Kwa hiyo Tobia akamwita Rafaeli, akamwambia, ndugu yangu Azaria, utoe mtumishi mmoja na ngamia wawili, uka, ukaende Rage, mji wa Umedi, kwa Gabaeli, ili uniletee ile fedha, tena uje naye kwenye karamu ya harusi, yaani Ragueli ameapa nisiondoke mimi, ati baba yangu anazihesabu siku, nami nikikawia sana atahuzunika mno. Hivyo Rafaeli akaondoka, akaenda akatua kwa Gabaeli, akampa ile hati naye akaileta ile mifuko ya fedha yenye muhuri zake, akampa. Asubuhi mapema wakaondoka wote wawili, wakafika kwenye karamu ya harusi naye Gabaeli akambariki Tobia na mkewe. Sura ya kumi. Huko nyuma kila siku baba yake Tobiti alikuwa akizihesabu siku. Na siku za safari zilipotimia wala hawajaja, alisema, "Je, labda wamekawilishwa?" Ama labda Gabaeli amekufa wala hakuna mtu wa kumpa fedha. Akahuzunika mno. Lakini mkewe akamwambia, mwanangu amekufa, tazama alivyokawilia. Akaanza kumwombolezea, akasema, ole wangu, mwanangu, tangu siku nilipokuacha usafiri wewe, uliye nuru ya macho yangu. Tobiti akamwambia ya, nyamaza, usifadhaike, yu mzima Akamwambia, nyamaza wewe, usinidanganye mwanangu amekufa. Naye hutoka kila siku kwenda katika njia walioiendea, wala hakuna chakula. Hakula chakula mchana kutwa, wala hakukoma usiku kucha kumwombolezea mwanaye Tobia. Hata zilipotimia siku zile kumi na nne za karamu ya harusi ambazo Ragueli amemwapia akae huko siku hizo, ndipo Tobia alipomwambia Ragueli, niruhusu niende, maana baba yangu na mama yangu wanakata tamaa ya kuniona tena. Lakini mkwewe akamwambia, afadhali ukae, mimi nitatuma watu kwa baba yako na watampasha habari zako. Bali Tobia akamjibu, sivyo kabisa bali uniruhusu niende kwa baba yangu. Kwa hiyo Ragueli akaondoka akampa mkewe Sara na nusu za mali zake, watumishi na ng'ombe na fedha, akambariki akawaruhusu, akaenda, wanangu, Mungu wa mbinguni awajulieni huheri. Kabla asijafa akamwambia binti yake, waheshimu wakwezo walio sasa kama wazazi wako ili nipate sifa zako njema. Akambusu Edina, naye akamwambia Tobia, ndugu yangu mpenzi, Mungu wa mbinguni akurudishe, na unijalie kuwaona watoto wako atakao kuzalia binti yangu Sara, ili nifurahi mbele za Bwana. Angalia, nimekukabidhi binti yangu amana bora maana, usimchokoze. Baada ya hayo, Tobia akaenda zake hali akimhimidi Mungu kwa kuwa ameifanikisha safari yake, akambariki Ragueli na mkewe Edna.